Ni kama dunia nzima haijaamini. Kifo cha Raila Odinga kimegusa wengi, na si Wakenya pekee, bali pia wasanii wakubwa kutoka Afrika Mashariki. Leo tunakuonyesha kauli za wasanii wawili wakubwa. Hapa namzungumzia Alikiba kutoka Tanzania na Otile Brown kutoka Kenya, pamoja na mzee mmoja wa kushangaza ambaye anadai Mungu amemwambia kuwa Raila Odinga ataamka tena siku ya Jumapili. Tulia, tazama hadi mwisho wa video hii, utashangaa na maneno haya mazito waliosema kuhusu kifo cha baba, yani Raila Odinga. Tukianza na Alikiba, star kubwa wa muziki Tanzania ambaye amesema maneno ambayo yamegusa mioyo ya wengi. Alikiba anasema alishawahi kukutana na Raila Odinga na hakujua kama ni mtu mcheshi na mwenye utu wa kipekee, na sasa anaelewa kwa nini Wakenya wanamwita baba. Hebu tazama mwenyewe alivyosema. Ziko pictures kabisa na nimekaa naye pia, nilishawahi kuzungumza naye, akanihusia vitu e, sikuweza kujua kama ni yuko charming na nini, lakini hiyo hiyo siku nimekutana naye e. It was very yani, unaelewa, ukiwa umekutana na mtu mzima anakuwa anakushauri vitu anakujenga yani. So mimi aliniambia vitu pia vya kunijenga, that's why nimejua kwa sababu gani uh, wa Wakenya wanamwita baba. yeah, hiyo isikushtushe, isi kiukweli nitafurahi hiyo siku nikiwaona watu wamekuja kwa sababu baada ya kumstiri mzee basi tunafuta na machozi kwa stahili hiyo. King Kiba mm, karibu nyumbani. Asante, asante sana. Japokuwa tuna majonzi lakini sio mbaya, nimekuja tuomboleze kwa pamoja, kwa sababu najua kila mtu hayuko na furaha, kwa sababu baba ametutoka, lakini e, nimefika hapa, nimeona nyuso za Wakenya zikiwa katika hiyo hali, kwa sababu baba ametutoka. Na upande wa Kenya, msanii Otile Brown hakuweza kujizuia kabisa. Kupitia maneno yake ya huzuni, amesema kifo cha Raila Odinga kimemnyenyekeza na kimemkumbusha kwamba madaraka, pesa na umaarufu ni vitu vya muda tu. Na pia akasema wanasiasa wengine wanapaswa kujifunza kutokana na maisha na kifo cha Raila Odinga. Hizi mbio zote tunazoenda, mwisho wa siku, hii dunia tunaondoka, tunaacha nyuma. Kwa hivyo ni dhahiri kwamba this world is bigger than us you know. Mimi ni humble sana, na nadhani viongozi wetu wanafaa wajifunze kitu kutokana na hili. Mimi naamini kwamba kiongozi mzuri anajenga jamii nzuri, na hata akiondoka anaacha nyuma jamii nzuri. In one way another inaonyesha mm, ta jinsi gani unawapenda wanao na hata kizazi chako kijayo, maana pesa peke yake haitoshi kuilinda kizazi chako kijayo kwenye jamii mbovu mm. Money will never be enough if you, uh, kama una moyo kwa contented hata ukapewa dunia. You know, tuache kufikiria leo tu, you know, you know? Tuipende nchi yetu zaidi, love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 na ujirani tunataka tudumishe amani na, mapi, na mapendo kati ya Kenya na Tanzania, kwa sababu mimi nimefika hapa siku ya leo kama rafiki ya Tanzania. Lakini sasa maneno ya huyu mzee yamezua mjadala mkubwa zaidi. Anasema Mungu amemwambia kuwa Raila Odinga atafufuka tena siku ya Jumapili. Kauli yake imewachanganya wengi, wengine wanaamini na wengine wanashangaa. Tazama mwenyewe kila alichosema mzee huyu. Kwa jina mimi naitwa Mak Osende Mark I. Ujumbe nimekuja naye katika sehemu hii, Kristo mwenyewe alikuja kama mwishi, anatumbanga mimi kila siku, hata mbele nchi zingine mimi naendanga, na leo amemwambia mimi ojumbe ambaye nimelete, Raila atasikwa tena, narudia, Raila atasikwa atamuka na hata wale waliokufa atafufuka, moja moja moja moja hivyo ndio watu tajua kweli maandiko ni ukweli. Ndio watu tajua hao wahubiri wamepita Yesu namna gani, hao ni watafuta pesa kwa jina la Yesu. Kwa hivyo nitaongea siku ya juma kina nani watafufuka pamoja na Raila aye, nimekisasema Raila ata baba yake na kuderi tombo ya urukudie maka sembu Jomo Kenyatta, unasikia Jomo Kenyatta Moi, Kibaki, JM Kariuki watafufuka lini? Jumapili. Jumapili watu taona ile ya ajabu, bado jaonekana ndio sababu nimekuja ndio watu tajua Yesu ndiyo Bwana ndiyo Mungu. Hiyo jumbe yote mimi naleta, sio mimi, nimetumwa na watu wa Kenya. Wanachukua maneno yangu na wanasoma internet na wanachukua. Hii ndio ukweli, imetokea. mm -hmm, na wewe bila umesika, wewe pia mali popote, sema Kristo, nimepokea wewe Mungu wangu, nione ufalme wako. Sasa wakati atafufuka, atafanya nini na wale watenge, yani ndio ujumbe, hata rudi kwa masisi tena unasikia Biblia nasema kuna wengine watafufuka moja moja, ndio nitakuja na ufalme wange. Hapo hakuna mhubiri nasema, hata mapasta tena. Imeandikwa kuna wale wengine hata gusa kifo, hakuna mwingine kifo. Ndiyo njia, kifo ndio njia, ndio sababu Bwana ametuma mimi. Sasa huyu bwana ambaye amekutuma alikutuma kwa njia gani? Ulizungumza naye ana hata sasa? Hii mimi naongea na, na wewe yeye iko hapa, yeye iko nani hata male mina kuendaga yeye iko nami, kama bila yeye mi naendaga hata nchi ya wazungu. Si mkuki yangu na kila kitu yangu, serikali iko naye na, na walisituka tu kama mimi iko naye Mombasa. So umeambiwa ya kwamba ukuje ulete huu ujumbe hapa kwa Raila kwamba hatazikwa atazikwa? Hiyo ndio ukweli, atatoka katika nchi ya Afrika na tena, nina maneno baada ya hiyo mawezi kusema sahihi uh -huh. na iwapo atazikwa hakuna Yani, Raila hata sikwa atafufuka na pia atarudi kama mwaka salasini sio ile raila walikuwa naona kwa mchanga e, atarudi kwa mdogo, yani. E, atarudi kwa mdogo na mm -hmm. si ye peke yake mm -hmm. hiyo ndio bwana ametuma nini. Mimi ndio huyo, hata naenda kwa nchi like, pori mimi naongea hata manyama hakuna kitu nagusa na, mimi Asante. na awaoni mimi nashukuru sana waa, tusubiri hiyo Jumapili wewe, kila mtu ajue, ndio utajua kweli iko wapi. so, atafufuka saa nne saa nne na siku ya Jumapili hiyo nyinyi taona dalili ambaye utajua kweli Yesu Kristo ametuma mako sendi Asante. Maneno haya ya wasanii wakubwa kama Alikiba na Otile Brown pamoja na kauli ya huyu mzee yameonyesha namna Raila Odinga alivyogusa Afrika Mashariki kwa upendo na utu wake. Lakini swali ni moja tu. Je, yeah, unadhani kuna mtu mwingine anaweza kurithi nafasi ya Raila Odinga katika historia ya Afrika Mashariki? Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa taarifa zaidi za mastaa, siasa na maisha ya watu mashuhuri barani Afrika. Hebwana, mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Midia. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu mimi nne na tano na waachia nyinyi hapo. E bwana, tukutane kwenye video ijayo.